Tunamshukuru sana mheshimiwa Rais. Mimi nikiwa miongoni mwa watumishi ambao amenipa nafasi ya kuja kumwakilisha hapa, ni mama ambaye anajali utu wa kila mtu, na leo ameonyesha utu huo katika hospitali hii ya Mishen ambaye inaongozwa na Kanisa Katoliki. Leo tunafurahia matunda ya utu wake, ametuletea ambulance ambaye watu wa Ndala wanaweza wakatumia, watu wa uyui watatumia, watu wa igunga watafanyaje? Watatumia. Kwa hiyo mwisho wa yote, ameweza kutatua changamoto kubwa sana. Tulikuwa mara nyingi demo wangu ananiambia, mkuu, ndala wanataka ambulance, sijui wapi wanataka ambulance, ambulance hazitoshi. Namwambia tumia akili yako yote, wagonjwa wote wapate nini, msaada. Kwa hiyo alikuwa anaweza kugawa ambulance zilizokuwepo ndani ya halmashauri ya mji, aweze kufanyaje, kuweza kuhudumia na hata hospitali ya mission ambayo iko Ndala. Ndugu zangu, mimi niwashukuru sana kwamba mmekuja kuona kwa macho yenu kwamba Mheshimiwa Rais anawatupenda hata sisi Wanzega, hata sisi wa Ndala, lakini anapenda kuona mashirika yote yanayosaidiana na serikali katika kudumisha afya yanaweza kufanya kazi pamoja na ndio maana ameweza kushika mkono kanisa na tukaletewa nini? Ambulance. Ninachoomba ndugu zangu wa kanisa, gari hili ni la hela nyingi sana. Na wewe faza Alex, umeenda kulichukua, unajua gharama zake kuzileta mpaka hapa tu, hujalinunua lakini gharama tu ya kuleta mpaka hapa ulikuwa unaniadisia. Ni mimi niseme kuwa macho kwa ajili ya gari hili litumike katika matumizi ambayo yamekusudiwa lakini asitokee mgonjwa yoyote akashindwa kupelekwa hospitali ya rufaa kwa sababu amekosa eti mafuta ya kuweka kwenye nini, kwenye gari. Mimi na mganga mkuu tuko endapo wananchi wetu watakuwa wana shida na changamoto ya mafuta, msisite kunipigia sista hata saa sita za usiku. Ni bora nitoe hela yangu ya mfukoni kulikoni mgonjwa afie hapa, wakati tuna uwezo wa kufanyaje, wa kumsafirisha. Kupewa ambulensi hii kumefungua ukurasa mpya katika mahusiano na ushirikiano baina ya sekta binafsi na sekta ya umma, yaani public private partnership in health service delivery. Gari hili litasaidia sana kuboresha huduma za, hu za rufaa kwa wagonjwa kutoka vituo kuja hospitali ya Ndala na pia kutoka hospitali ya Ndala kwenda hospitali za rufaa za Nkinga hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete na hospitali ya rufaa ya Kanda Bugando. Tumefurahi sana, kwa sababu kabla hatujaipokea tulikuwa tunapata shida. Wakati mwingine una mgonjwa, mnaanza kuhangaika ni namna gani aende kule alikoandikiwa rufaa, gharama ilikuwa kubwa, lakini pia muda muda wa kufika sehemu husika ulikuwa una- unapitiliza. Kutusaidia kwa sababu tulikuwa tunapata changamoto wagonjwa walikuwa wanapata shida sana, lakini sasa hivi itakuwa ni rahisi mno kwa namna ya huduma ya kutupeleka katika huduma zinavyotakikana. Kabla ya kuletewa gari hili ilikuwa ngumu sana, watu walikuwa wanahangaika, wanakufa kiovyo ovyo, wanakosa usafiri, lakini kwa sasa hivi tunashukuru sana na mheshimiwa anatuletea kama gari hii.